Karibu kwenye Tanzania Focus. Leo tunazungumzia nyota za watu waliozaliwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa tatu hadi tarehe 19 mwezi wa nne. Cha msingi subscribe, share kwa marafiki kwa ajili ya kupata masomo mazuri kama haya. Je, unajua sifa za watu waliozaliwa tarehe 1 mwezi wa tatu hadi tarehe 19 mwezi wa nne? Cha msingi angalia hii video mpaka mwisho ili ujue una sifa zipi. Mwenye nyota hii hapa au mpenzi mwenye nyota hii wendo endokawa na mpenzi aliyezaliwa kwenye tarehe hizi, kuanzia tarehe 13, tarehe 21 mwezi wa tatu hadi tarehe 19 mwezi wa nne. Sifa ya kwanza ni, na sifa saba tu, ila tunaanza na sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza za watu waliozaliwa tarehe hizi ni watu wenye nguvu na ni mashujaa na wenye kujiamini sana. Hawa watu wanajiamini sana. Sifa ya pili Wanapenda kuongoza na kuanza mambo mapya. Alafu sifa ya tatu, wana roho ya mashujaa na hawaogopi changamoto. Alafu sifa ya nne, wana hamu kubwa ya mafanikio na huleta mabadiliko, yaani hawa watu wanaleta sana mabadiliko, hawapendi kabisa kuzalauliwa. Sifa ya tano, mara nyingi huwa wachekeshaji na wenye shauku ya maisha wanapenda sana kufanikiwa, hawa watu wenye wa nyota hii watu. Sifa sita wanaweza kuwa wakali kidogo, lakini kwa moyo wa ukweli ni wema. Alafu sifa saba na ya mwisho wanapenda uhuru wa kufanya mambo kwa njia zao. Hawa watu ni watu wa nyota ya punda. Watu waliozaliwa mwezi wa tatu kuanzia tarehe ishirini na moja hadi mwezi wa nne tarehe kumi na tisa hawa wanajulikana kwa nyota ya punda au Aries. Wanapenda sana uhuru, wanapenda sana kuanza mambo mapya. Hawaone hasara kabisa kuanza mambo mapya. Cha msingi subscribe, share kwa marafiki, kwa kupata masomo mazuri kama haya na kesho tunakuja na somo la watu wenye nyota nyingine. Cha msingi tembelea hii chaneli mara kwa mara kwa ajili ya kupata masomo mengine mapya ya kujifunza. Cha msingi share, subscribe kwa marafiki, nao pia waweze kupata masomo mazuri kama haya. Bye, bye.